Kama wa Tanzania na kama wanajimbo kuu la Dar es Salaam tunapenda kutambua heshima kubwa ambayo balozi askofu mkuu Novatus alitufanyia. Aliwatafuta na kuwaleta Tanzania masista wa mama Maria masista wanaopatikana hasa kutoka Korea na Ujapani. Hili ni shirika linalohudumia maskini na wahitaji wakubwa. Shirika hili limeanzisha shule tukuka kule Makurunge, shule ya wasichana ambayo sasa ina mabinti zaidi ya elfu moja mabinti hao kutoka mikoa yote ya Tanzania wanasomeshwa bure, wanalishwa bure, wanalelewa bila kutozwa ada. Na hilo halibagui kwamba huyu binti ni wa kabila hili au lile, wanawapokea ili mradi waweze kufundishika kuleleka, wanawapokea ili mradi wawe wanatoka katika familia masikini. Na hilo nilisisitize, kwa sababu kuna watu wengine ambao wana fedha za kutupa, lakini wao nao wanataka kujaribu watoto wao wakasome Makurunge. Hiyo ni kufuru huko ni kuiba na huko ni kujikita mahali ambapo sio staha ya matajiri. Inapopatikana ina fursa kwa ajili ya maskini wa mwisho, tuienzi na tuwaachie maskini waweze kufaidi fursa hiyo. Hilo ndilo linalofanyika kule Makurunge. Wale mabinti wanapata elimu ya fani mbalimbali, wanafundishwa masomo ya darasani, lakini wao pia wanafundishwa kujitegemea. Mungu amtunze mtumishi wake huyu aliyewaleta hao masista wakajenga hiyo shule kule Makurunge na siku si nyingi zilizopita wamejenga Boys Town kule Dodoma pia, kwa ajili ya wavulana kutoka familia masikini kutoka Tanzania nzima. Mungu amjalie pumziko la milele.